Bwana, mambo ni aje? Karibu sana, mimi naitwa msafi pro another time, na hii ni Jidah Media au vipi eh? Moja kati ya stories sasa hivi ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii kuhusu uh, video clip na picha ambazo zinasambaa ni Meena Ally akiwa uh, na ndaro au vipi huyu eh? Ni ndaro kikofia mjeshi au vipi? Hizi uh, ni moja kati ya picha ambazo zina trend kwenye mitandao sasa hivi zina pop eh, na mnavyoona hapo kama Meena Ally ana kula denda kwa Ndaro au vipi? Sasa hizi story bwana zimekuwa eh, si unajua watu wa udaku nini mm, wameposti hizi picha au vipi, na zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii atambua kwamba uh, mwanzo hivi zishawahi uh, kuvujaga story kuhusu kwamba Meena Ally anatembea na mirad hayo ambayo, uh, ambaye kipindi fulani walikuwa wakifanya kipindi kimoja hivi kwenye redio ya uh, kwenye media ambayo ni Clouds FM au vipi? Uh, lakini sasa hivi bwana kitu kimekuja tofauti sana uh, Ndaro uh, zilikuwepo ni story behind kwamba Ndaro anatembea na Meena Ally. Aa, kwa sababu lakini wengine wakasema ni content au vipi? Sasa hizi picha uh, the way zimeanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii uh, ndo zimekuja kudhibitisha, eh, kitu gani ambacho sasa hivi kinaendelea kati ya wawili hawa, Meena Ally ambaye ni mtangazaji kutokea Clouds FM na Ndaro ambaye ni mchekeshaji maarufu nchini Tanzania na anafanya vizuri sana kwa sasa hivi, yaani sio kinyonge. Ukizungumzia moja kati ya wachekeshaji nchini Tanzania, huwezi kukosa kulitaja jina la Ndaro, au vipi? Mimi ni Msafi Pro, na hii ni Jida Media. huwe na wakati